Hello guys, unaangalia kwa mara ya kwanza na kusii subscribe. Ngoja nikuonyeshe namna ya kuinstall hiyo Euro Truck Simulator 2. Hatua ya kwanza nabonyeza hapo kwenye neno Euro Truck Simulator 2, then nakuja nabonyeza hapo kwenye neno bin kama inavyoonekana hivyo, then nakuja nabonyeza hapo juu kama inavyoonekana. Fatisha stage hizi hizi utaweza kuinstall safi kabisa game lako. Ni rahisi utabonyeza hapo tena. Ukishabonyeza hapo utakuja kukutana na hiyo picha ya Euro Truck hiyo kama inaweusi hiyo. Unatakiwa uiguse hiyo. Then ukishagusa hiyo picha moja kwa moja itaenda kufunguka game lako. Kwa wale wote ambao mtakuwa mnahitaji na nyinyi game kama hili la PC, ukigusa hapo inafunguka moja kwa moja. Utakapohitaji utacheck kupitia namba 0698090890. Narudia tena utacheck kupitia namba 0698090890. Baada ya kugusa hiyo na weusi itafunguka muonekano kama huu hapo. Sijui unaona hapo. Ukishafunguka muonekano kama huu hapo itaenda kufunguka moja kwa moja. Inamaanisha kama game tayari ambalo ulikuwa nalo tayari naenda kufungua kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu rahisi sana. Ngoja ni kuonesha tena baada ya kuweka modi ya ramani inakuaje? Yaani game baada ya kuletia modi ya ramani inakuaje? Ama basi sijaweka. Nimeweka ramani tu. Nagusa hapo. Angalia sasa hapo. Huo nanilia hiyo namna ambavyo ramani zinakuepo. Muonekano tofauti tofauti. Sijui Mbeya, sijui wapi mimi. Sijui Mbeya, sijui wapi maeneo tofauti tofauti. Lakini sasa hapo sijakufundisha namna ya kuweka ramani. Nitakufundisha mimi namna ya kuweka ramani. Hapo nimetoa kama kionjo tu. Eh, lakini dhumuni kubwa lilikuwa ni kuelekeza namna gani ambavyo unaweza install na namna gani ambavyo ramani inaonekana baada ya kuiweka. Usikompliketi mambo hapo. Mimi ndo nitaki kufundisha namna ya kuweka ramani. Ukitaka kujua, utachee kupitia namba sufuri sita tisa nane ziro tisa ziro nane tisini, ndakuelekeza simple and clear.